Elimu katika uh, Bembea ya Maisha. Kwanza elimu, unasema kuwa Neema ana degree mbili, si ana degree mbili yeah? na amesoma hadi chuo kikuu, unaweza kusema amesoma hadi chuo kikuu na ana degree mbili. Unasoma ukurasa 35 tusomewe 30, hapo Azna lakini hapo chini, lakini kwa hivyo si umeona digrii mbili haya. Pia asna ana elimu ya chuo kikuu, asna ana elimu ya chuo kikuu. Tufungue hapo mahali ukurasa wa pili. Sara, tusome hapo. Kuna sehemu nyingine, lakini tusome hiyo kwanza. Ukurasa wa pili, Sara anasema, sina shaka na kauli hiyo ya hekima, lakini huyo mtoto naye pamoja na mzigo wa familia yake amejaribu ya kiasi chake, amewafaa wanuna wake kwa hali na mali. Inasikia kulipia elimu ya chuo kikuu si lele mama. Jambo hili limewashinda hata wanuna kwa tunaambiwa mambo Vuju anasema hivi kwa mkazo, wewe sema yako na ya kuazima, lakini hiki kidevu changu, kwa hilo simo mimi. Mshahara wako sikuombi, utakavyopangia ni hiari yako. Nimekununulia gari jipya kabisa, shughuli utakazolipangia ni maamuzi yako wewe. Si kama wale wanawake ambao hawana kazi wala mbazi. Tangu wapo nimekupa ikibali kuinua familia yako kwa huo mshahara wako, sijateta wala kununa majukumu unayofaa kuyatekeleza nimejitwika mimi, ili uweze kuziba nyufa. Kwa bahati nzuri, wewe una kazi, unaweza kuelewa changamoto za mshahara. Mimi ninaelewa kuwa licha ya kitita cha pesa unacholipwa mwisho wa mwezi, bado unajikuta muhitaji, maana majukumu ni mengi. Kumbuka nilikuachia mshahara huo ukamsomesha Azna mpaka ana digrii yake, si umeona, ingawa bahati ya ajira haijamfungulia milango. Salome naye nimemlipia karo shule ya upili na chuoni, kwa bahati nzuri, masomo yamemwitika, akapita vizuri na hiyo first class. ameisha ameishi nasi hapa akisoma hadi pale alipobahatika kupata ufadhili wa kwenda kuendeleza masomo yake ng'ambo. Katika hayo yote mimi ninajitahidi kukuelewa, ingekuwa furahi ilioje kama mimi vile vile ungenielewa. si unaona, yote iko pale ukurasa 28. aya pia tunaambiwa Buju amefanya nini? Amesoma Buju amesoma lakini hatujaambiwa kama fika chuo kikuu, ukurasa 40. Anasema hivi pale chini, Buju: labda baadaye nimekumbuka, nina miadi sasa hivi na bwana mmoja niliyesoma naye katika shule ya upili. Yeye ni mkurugenzi wa kampuni fulani aliyoanzisha. Ninakwenda kumsaidia kwa jambo fulani, kama likitimia, huenda nikapata hela kidogo nikupige nini jeki. Kwa hivyo amesoma. Yona amesoma hadi wapi?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 Pia mtoto wa Beni amesoma kiasi, ana elimu ya, ya kiufundi, yeye ni fundi wa mitambo katika kiwanja cha ja kufanya nini? cha ja kuchinjia kuku. kurasa sitini na tatu. Fungua huko sitini na tatu. Luka, Luka, wa, Luka wa pili kutoka juu. Luka anasema tu, tuanze na Yona pale juu, Yona wa pili. I see amekuwa akinikera sana na mambo yangu, pilipili iko sahanini mwangu, lakini nimeshangaa ya mwasha tu sana. Beni anasema, shida yako Yona ni kujipiga kifua kana kwamba wewe tu ndiye una watoto waliosoma na wana ajira. Luka ambaye anaingilia anasema, wapo umewasomesha mpaka wapi? Wapo umewasomesha mpaka wapi? Luka anauliza hivyo, anamuuliza Beni. Beni anasema, si neno, hawawezi kufanana, lakini pia wamesoma kiasi chao na wana nini, wana kazi. Luka anasema, kazi gani? Beni anamjibu, mwanangu mkubwa si ni engineer Luka anamwambia, injinia wa nini? Je, afanyi kazi kule kiwandani wanakochinjia koko? <coughs> Beni anasema, kwani uinjinia ni nini? Si kuendesha mitambo? Mwanangu anaendesha mitambo humo kiwandani bila yeye alifanyiki jambo. Ni injinia wa kutegemewa. Luka anaiona wanafanya nini? Wanacheka. Yona anasema, basi ni injinia huo. Luka anasema, usimdanganye mwenzio huyo ni fundi wa mitambo tu si injinia. Beni anakasirika. Injinia si fundi wa mitambo, mna nini nyinyi? Luka anasema, ona sasa hili lako linakuuma, lakini la mwenzako walichangamkia. Kigumba kwa nguruwe, kwa binadamu kichungu. Basi naishi. Kwa hivyo mtoto wa Beni amesoma kia? Kiasi, amesoma kiasi. Pia tunaona kuwa elimu inampa neema, nafasi ya ajira kwa sababu tunaona yeye anafanya nini, ana kazi. Ukurasa sabini na moja tusomewe hapo sehemu hiyo tu, ambapo tunaambiwa ana kazi, sabini na moja Tena. Na mumeo ana neno anakusalimu, nimezipokea salamu zake. Aendeleaje? kama kawaida, ni yeye naekaeka zake zinasaidia kuikinikami hata zinatusaidiakiia ya ma vizuri. Mumeo anabidii sana, anajua kutafuta maisha i. Asante mwanangu kwa kumleta mama yako nyumbani, amenieleza yote. Karibu baba, kile niliona nitafuta nafasi nimlete nyumbani vale. Unajua tena, hali yake haitaki u nakuu. Umefanya vizuri mwanangu. Mbona vii tena baba, hali yako? Anamtazama vizuri. Inaona umekuwa mwembamba, si kama zamani. Je, unaumwa? si uli baba, lazima pana jambo. Nini inakusumbua? ni kama huna raha ama jambo li linalonisumbua? Hapana mwanangu, lazima lipo. Labda ni mgonjwa wangu huo. Mm, ni lazima umeufikisha wangu wao. Ungeondoa tungepiga bila na vigelegele. Kwa bahati mbaya hautaondoka, mama ataishi kwa dawa maisha yake yote. Amenieleza hivyo, jambo hili limenisumba sana. Nimetambua sikuwa nimeelewa hali yake, inasikitisha mwanangu. Asante kwa wema uliofanyia mama yako umeisimamia ume mji wangu vizuri. Anashindwa ana kuendelea na mazungumzo yake kwa sababu ya si haya. Kuhusu elimu pia, ukurasa kumi na tisa kuna sehemu nyingine pia, tunaona elimu inampa Yona nafasi ya ajira, anakuwa mwalimu lakini baadaye anafutwa kwa sababu ya ulevi. Kwa hivyo sehemu moja pale chini, Sara anasema haikuwa rahisi kutoka kuwa mwalimu wa shule hadi kuitwa mlevi wangu. Si unaona alikuwa na kazi ya walimu pia. Kuna sehemu nyingine alikuwa anaenda, uh, ukurasa sitini na mbili sitini na mbili pale juu, lakini tunaanza uh, uh, sitini na moja pale chini. Beni anasema Yona, muda wote uliokaa nani anakupikia, mzee mwenzetu, hii ni miaka ya kujipikia. Ningeelewa zamani zile, ukiwa mwalimu kabla ufutwe kazi Siku zile ulikuwa kijana na nguvu zako. Sasa misuli yako imenyauka. Yona anamwambia hivi, "Haithuru. Umenirudisha nyuma kweli katika siku zile za ujana wangu. Asu, asubuhi niko skuli majira ya alfajiri, kiboko mkononi. Anayekuja baada yangu hata kama hajachelewa, alikuwa hana lake. Siku nzima kazi tu, jioni darasa tena, kiboko mkononi. Sio siku hizi." Uwezi tena kumnyosha mtoto kwa vikiboko. Vitabu navyo nilikuwa nikivifunga kwenye baisikeli kwenda kuvisaisha wapi? Wikendi kwa hivyo si alikuwa mwalimu kwa hivyo unataja mambo yote kuhusu elimu pia pale ni watoto wa beni kama semavyo yeye beni nao wamesoma kiasi chao na wanakazi na si tumesema hayo pia ukurasa ya uh, sitini na nane, uh, sitini, elimu inachukuliwa kama chombo cha mabadiliko sara na mshauri neema atumie elimu na maarifa kumshawishi baba yake kubadili mtazamo wake baba yake naye ataish, ataishawishi jamii kuhusu haja ya mabadiliko kwa hivyo sara anamwambia anamwambia, uh, anamshauri Neema amshawishi babake kufanya nini? Atumie maarifa na elimu kubadili kumbadili mtazamo wa babake. Hivyo tusome ukurasa huo sitini na nane hadi tuanze, hapo juu tuanze hapo kwa Neema. Maneno mazito hayo, mama. Unanipa mwelekeo mpya sikujua una, una mengi mazuri kiasi hiki.

hawakuheshimu wenye elimu hasa vijijini. Usije na elimu tu ipate kwa elimu kweli, itachukua muda sana kabla ya kufikia hapo, huko heri kuanza. Unacheka, mbona unacheka? Basi kwa sababu wewe unafikiri utajianzisha jambo kubwa na tika kama hilo, na hilo ni mazungumzo ya kitabu yetu cha Mtende mara moja. Mabadiliko ya makazi kuchukua muda na kutaka kujitolea muda. Ni muda ni tatu, muda nitatoa wapi nilivyobanwa hivi hata mwanangu ninamuona mara nyingi akiwa amelala tu. Anza pole pole. Anza na baba yenu badala ya kumkabili, mshawishi atakuelewa. Akikuelewa utauendeleza ujumbe huo. Sasa ninaelewa mama vizuri. Kama umeelewa. Saa ngapi? Vile akitazama saa yake, inakaribia saa mbili na nusu. Ndio maana nimejisikia kuchoka mara nyingi. Muda wetu kijijini hapa ni saa mbili jioni, huwa huwa tumeshafunga mlango na kulala. Mama unahitaji kupumzika. Safari ndiukuchosha hata kama usafiri ni wa usalama hata mimi nimechoka. Mama, itabidi kesho nizungumze na mtu yule aliyekuja ku, kuwaomba kazi. Vizuri, kwa hivyo hapo tunaona kuwa uh, unaweza kutumia elimu kuleta mabadiliko. Sara anamwambia Neema atumie elimu kubadilisha mtazamo wa babake naye babake atabadilisha nini? Jamii. Pia elimu tunaambiwa elimu si ya vitabu peke yake. Elimu ni kule unatagusana na watu, pia unaweza kupata elimu na ukitagusana pia na ulimwengu. Yaani vile una unazungumza na watu au unapatana na watu wengi, unazungumza nao kuhusu masuala mbalimbali, na pia mambo ya ulimwengu yanakupa elimu. Ndio maana Sara anamwambia Neema kuwa elimu si ya nini? Si ya vyeti tu. Kwa hivyo tutaendelea kutoka hapo.